Usimseme mtu vibaya kisa tu mumeachana, jitulize, upone hayo maumivu yako. Kumsema mtu vibaya kisa tu mmeachana ni ishara kuwa bado unaumia. Usijione kama ulikuwa mwema sana kiasi ambacho kama vile huna mabaya. Hata wewe ulikuwa na mabaya yako ya kutosha tu, ila mwenzio kaamua kuwa macho hadi kukubali aishe. Unakuja kabisa ananiambia, unajua yule mwanamke alikuwa sijui na mthili, alikuwa nini. Inanihusu nini mimi, eti ndugu yangu Sinakuuliza. Kumsema kwa ubaya na kumpostea vistatus vya majungu haitasaidia kitu, ityova ndugu. Hutaweza kuwafanya watu wote wamchukie kisa kuachana na wewe. Hata kama kakuumiza sana, huwezi kuushawishi umma wamchukie. Kakuumiza wewe na sio umma mzima. Hebu jiongeze basi, mlipokutana kutangazia watu hata mkiachana make it person Hakuna mtu atafili uchungu wako, hata ujivike huruma vipi, au kumchafua vipi. Kama wewe uliachwa au mmeachana, kubali yaishe na maisha yaendelee. Mi nilijua utakuja kuniambia kitu cha maana, kumbe unaojua kimajungu. Oh, yule bwana usiongee naye, kama na namba yake mfunta, sio demu kabisa. Leo amekuwa sio demu hmm? oh. Yule bwana mwanamke sio mwema kabisa, mi nimeona niachane naye. Kwa hiyo nilikuwa nakushauri ndugu yangu wee, ukikutana naye njiani akikusalimia, kataa, wala usiitikie salamu yake. Nyio unanishawishi upumbavu. Hata wewe ukuwa mwema kwake kwa asilimia mia, usijipe kalumu na kujiona wewe ndo ulikuwa mwema sana. Hapana, kuachwa ni kasizon tu kanapita. Acha kutangazia watu peni zako. Hakuna anayejali kiivo maumivu yako, tafuta tiba tu, sahau maumivu zeni, maisha yaendelee. Huko status endelea kutupostia ucheshi tu, usigeuke motivation speaker. Eti unaweza kuweka juhudi kumwonyesha mtu unamjali yeye, akakuona unamshomokea. Kuna tofauti ndogo sana kati ya kujali na kusumbua. Chunguza kwa makini ujue nafasi yako. Lo! <laughs> Ukimchukia mtu alafu unamfuatilia, tambua ni shabiki yake na sio adui yake. Kuchukia kitu unachokipenda ni ushabiki kingine tu. Nikwambie ndugu yangu, jifunze kukaa kimya, kwa sababu ndani ya ukimya wako utagundua hata wale waliokuwa ukiwaamini kumbe wana chembe chembe za ubaya ndani yako. Hii itakusaidia sana katika kusambaza unafiki wako. Hmm.